Kumbuka ili usome NIT udereva ni lazima uwe na vigezo ili uweze kupata nafasi ya kusomea kozi ya udereva katika chuo cha NIT. Nitaongelea kwa kozi baadhi za udereva. Kwa udereva wa magari makubwa unaweza ukahita heavy good vehicle. HGV gharama yake ni laki tano na elfu kumi na tano na utasoma kwa siku kumi na tano, lakini kwa kozi ya udereva wa magari ya abiria unaweza ukaita PSV, kwa kirefu chake ni passenger service vehicle. Gharama yake kusomea ni laki mbili na utasoma kwa siku kumi na moja hadi siku kumi na tano. Kozi nyingine ya udereva ni kozi ya driver instructor. Hapa utaenda kuwa mwalimu wa madereva wengine, yani, unafundisha madereva wengine, gharama yake ni laki sita lakini utasoma kwa wiki kumi pamoja na kozi nyinginezo za udereva. Sasa, ili upate hii PDF nenda Google, andika NIT short courses kulingana na mwaka husika, alafu download hii fomu, utajionea kozi hizo. Nikutakie mapambano mema.